Naam, hii ni michezo wana Chapesa Media. Tunawaleteni tena habari za kimichezo na burudani. Nipo tena na mzee wangu mzee Saidi katika gardeni moja mzuri kwanza, alafu pili ana uzi mpya, ana J, J. Root, ana Diadora. Hey. Sijajua wewe ndio unatakiwa waambie au wewe waulize, hapa ha, ni wapi? Au ile wana kauli wanasema mlisema hatufiki mbali. Hapo ni wa? Hey, wapi? Hapa ni wapi? Mampamaa yanapatikana wapi? Mampa? Mampamaa. Mampamando yapi? Oh, yajui wewe. Hapo hapa Mzee Saidi. Hapa yeah, tulipo. Hapa tulipo yapo mpama. mpama. Mpama. Maua ya Ulaya hayo. Maua ya Ulaya. Ya Ulaya. Hayo yanapatikana Ulaya tu na, na atazunguka kote hawezi kujua hii. Ah, wakiona kufuata Mzee Saidi ile location ni wapi? Kwanza ile neno lenyewe mpama watafuta ile mpama wapi? Atalijua mtu mmoja kwa wapi? Singida, pokee yake ah, ndio Singida ina maana, analijua ile yule anayekupigia gasimu, eh, mpama Sogea kwenye mpama hapo. Analifahamu. Anajua. Mzee Saidi bwana, tusiende mbali sana. Kikubwa zaidi tunataka tuzungumzie mchezo wetu wa jana mm, mm, Simba Sports Club dhidi mm. ya Gaboroni. Mm. Mchezo wao wa atima wa kuwapeleka hatua ya pili ili waende makundi. Mm. Mchezo wa jana umemalizika pale Benjamin William Mkapa, Simba kutoka sare ya moja moja, lakini kilichowabeba ni aggregate ya mbili moja. Mchezo dakika tisini, mzee Saidi unauzungumziaje? Ah, kwa wastani timu yetu bado ina migogoro na migogoro hii mm, sio kama kwa labda useme sijui kwa nani, sijui kwa nani Deo. Migogoro hii mikubwa ipo ndani yenyewe ya ndani ya klabu Dania. Unajua wale ni wachezaji sasa hizi wanaangaika mpaka sasa hivi hawana kocha, ina maana ile timu haina kiongozi, lazima tu itacheza chini ya kiwango kule wamecheza. Kiongozi ana mpango wa kuondoka au tayari anaondoka. Sio, umenielewa? Haya, tumeenda tumepata goli moja, lakini tumekuja huku watu wako bado kwenye mavila na huyo waliomleta, wamemleta skaja asimame tu kwenye benchi la ufundi sio kocha. E, sio kocha timu ya Simba. Simba wamepiga hodi TFF, yule ni mwajiliwa wa TFF. Ayo kama ni mwajiliwa wa TFF, wameenda kuomba kutokana na leseni yake Atumusu, kuwa inamruhusu kusimama pale. Kwa hiyo nyinyi mnaaya mawili awavushe au kutowavusha au kutowavusha, lakini Mwenyezi Mungu kawajalia mumevuka. Na nafikiri niliongea na jamaa yangu mmoja nikasema, Simba tunatembea na kudra ya Mwenyezi Mungu, tunatembea na kudra ya Mwenyezi Mungu yani, ya, e, tuna ya Mungu yani tuna mapenzi ya Mungu, atusaidie tuvuke. Sio ile Simba, Simba unayotoka unaenda, unajua leo mi naenda kupata ushindi hata ukifungwa unakuwa una wasiwasi muda wote time yote linarudi goli. Ana dakika 45 za kwanza Mzee Saidi ameshoot on target, na Simba amepata hizi mbili tu. Na ndio moja ile waweza kuwapelekea ya ushindi wa ile ya penalty. Mimi kidogo kidogo tu watu wataelewa kidogo kidogo sasa wanafikia mpaka stage, watu wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Hivi ma kweli? Na nini ninachopelekea wana Simba kufika kwa mashabiki wenyewe kwa wenyewe wanaenda kuanza kuleta hiyo. Aidha mawili. Moja viongozi wanaweza kawa wanahusika, huenda wakawa wanahusika kutuliza fujo, kuwatuliza wana ku wale wanaoongea, kutoa maoni kwa kwamba timu yetu imecheza chini ya kiwango. Pili ni mashabiki wenyewe wameharuka. Wee we Mzee Saidi, kwanza unakiri timu yako jana imecheza chini. Yani nakwambia tumepita kwa kudra za Mwenyezi Mungu, kwa kwamba tu hawa wako nyumbani, basi acha iwe hivyo. Lakini sio kusema kwa kwamba tumepambana kwa uwezo wetu ndo tumepita pale. Neva neva. Yaani hata huyo mwenyewe aliyo pewa mamlaka ya kusimamia pale kapiga magoti kasujudu chini, baada ya mpira kuisha, baada ya lile goli kashukuru, kwa sababu mzigo ulikuwa unamwangukia yeye ule. Ujue wale bwana walikuwa wanakuja sema na wale, wale wachezaji wenyewe eh. Ne tusiongee maneno mengi. Na mimi naona hata fundi mambo ya Kiswahili yalipita pale. Haiwezekani babu wewe na goli unapiga nje. Wapi sasa? Hawa wa Gabon. Inawezekana nyinyi mlienda amkukaa ile kucheza e, mpira kwanza nje e, kabla ndani? E, jamani tuna hali mbaya. Tusaidizaneni. Kwa hiyo atakwenda kuniambia wazee walioita mm, wakakaa kikao mm, vile walivyoongea. Tia ubani kidogo. Eh? Eh, umetia ubani kidogo. Haiwezekani. Wewe na wewe <coughs> na spider linagonga ni mpira linatoka nje, unaenda kule, unaenda kutoa penati kwako. Unamzungumzaje mchezaji wako namba kumi pendwa ya wana Simba pale? Nani? Aua. Aua. Ameshinda goli la ushindi ambalo limewapeleka, lakini bado pale pale nafasi zaidi ya mbili ambazo unatakiwa. Cha pesa tukubaliane, turudi pale pale, timu haina kiongozi. Ukosaji wa kushinda Aua, eh, yani, mesababisha... eh, timu haina kiongozi Hapana, aua akakosa goli la kwanza, aua kakosa goli la pili, aliitwa na nani? Hakuitwa eh, sijaona eh? Basi timu haina kiongozi. Nyewe mmemwita Boloko asimame, jamani, sio kocha wa Simba mwenye kazi yake pale, mwenyewe mwenye kujukumula kwake, angeshamwita huwa, njoo, shida nini? Unahangaika na nini? Una feli wapi? Tatizo ni nini? Lakini yule hana kiongozi na haya yote mimi nakwambia, haya yote kupigana wanachama, kufugana wanachama, timu yetu, shida ni uongozi wetu wa juu wa ngazi ya klabu, full stop. Kwa sababu wao wanachukulia masiala kuwa watu wanaumia, wao wanachukulia masiala itakavyokuwa ndio hivyo, onye twendeni, itakavyokuwa nye twendeni, ah, itaka sio itakavyokuwa nyi twendeni. watu huku mnawaumiza watu, wanaumia, wa? Watu wana presha, nimekuonesha hapa yeah. meseji niliyotumia yeah, niliyotumia, nakuambia mimi ni mtu wa Simba, mzee Saidi, lakini naumia na presha. Zitatua hii timu itatua, wachezaji kila mmoja anacheza kivyake, hawana mwelewano. Sasa wewe, wewe wachezaji kumi na mbili ulionaga wapi duniani? Kaacha wachezaji kumi na mbili timu, uliaonaga wapi? Usajili umefanyika mzee Saidi, usajili umefanyika, timu haija complete, timu bado mpya, timu ile mpya. Huyu katoka huko, huyu katoka huko, huyu katoka huko, wamekutana tu pale juzi. Wa ndugu yangu wewe, kiwango cha Moses Abraham umekiona? Yaani wale watoto, angepata watu hawa watatu na yeye wanne, tungekuwa tunaongea maneno mengine pale akina Mavambo akina Nando wangekuja kwa ile, nakwambia tungekuwa tunaongea maneno mengine. Yule mtoto anaujua mpira, halafu mzuri na ni mtaalamu. Yani yule hata mkimfanyia frigisi, frigisi za kumweka benchi lakini bado mzuri, ha? aka ile mashine babu dakika tisini, alizo zimua, alizo yani, nakwambia aje, ananyumbulisha mpira pale. Sasa ndo ujue kwa kwamba yule ni kocha wa timu ya taifa. Kwa nini kamweka yule mtoto mpaka mwisho? hajamfanyia sabu haja, ha, hakutoka. Ndio anategemeo lake, mwenzio anawachezesha wachezaji wenu mule mule, anatafuta wachezaji pale. Yupo wenz yule pale kaisha muona na Morris, ngoja tu akianza kuita timu ya taifa, yule mtoto hamwachi yule mtoto, na utakuja kuniambia hata kama ni kifo, utakuja kusema kaburini, mzee, yale maneno uliongea yametimia. Kwa sababu mimi mwenyewe sipana mkononi hapa, natembea tu na kuna, kuna kuna ha, kuna haki ya kuweza kumlaumu jana Moroko? Kwa mimi simlaumu chochote, namlaumu nini? Na sisi tumeomba tusimamie tu pale, ili mradi benchi lionekane lina kiongozi pale, ili mradi benchi lionekane lina kiongozi basi. Sio kazi yake wala sio mwajiri wa Simba yule. Yule kaombwa tu bana, tunawaombeni atusimamie pale kwa mechi hii. Kama tunavuka sawa, kama hatuvuki basi. Lakini sasa hivi watu mnatoa kauli chafu. Moroko atuachie timu yenu. Nyie mmemsajili Moroko nyi. Nyie mna mkataba na Moroko. Na kwa mna mkataba naye, haya mnamwache mnasema atuachie timu yenu. Aliomba kwa usimamizi wa mechi moja. Mechi hiyo hiyo moja. Mechi kama ya juma... itakuja inatakiwa mkae tena mezani. Mechi ya Jumatano juma anasimama mwenyewe Matola kama kocha bado hajapatikana. Wewe unalijua hilo? Mechi ya Jumatano anasimama mwenyewe Matola. Yeye huyo kaisharudi kwenye timu yake ya taifa. Sasa mkiushafungwa, na Matola wenu ndio mwanze kumuuliza Matola. Sio mumuulize Emedi. Na Emedi akasema hili mimi nimepewa janga hili. Alivyoona filimbi tu imepulizwa mwanangu naye yule alifalika, onesha dakika tisa, nikasema ye hey, Mungu! Sasa mimi nikawa nahesabu kwa vidole, dakika moja, dakika mbili, zilivyofika dakika tatu nataka kupanda zaidi. Zilivyofika dakika tatu nikasema ye hey, Mungu wangu! Nikaona nne, nikasema bado tano, eh hey, Mungu we! Yaani mpira nikiona tu naenda Simba najua kwa afwa, sasa japa yo jamani yaani nilikuwa na, ni naongea peke yangu ndani nimekaa nimetulia. Huyu mke wangu yuko nje, sio shughuli yake. yes, mimi natoka pale vipi? ah, tumepata penati kacheka ile yaani, penati ilivyopatikana nikasema basi hata kama watapata goli huku eh, yasizidi mawili ya wa eh, mbili eh, ndo si tutoke, lakini nikasema kama watapata ili ili ili moja sisi tumeshapata basi kwa sababu kule tuna goli la ugenini, ukiweka na hili mbili ukiweka na goli la ugenini bado Afrika linahesabika. Kazi iko wapi? Moroko katuvusha kwa hapa, hatuachie kwa kwa timu kwani sinye mliambiwa mnamchukua na, na, na, na, na, na nikwambie Simba, mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba wakae chini watafakari sana kwa kina wanakwenda wapi. Mashabiki wanafanya nini? Wanachama wa Simba, wanakwenda wapi? Wanafanya nini? Na wanafikiria nini kuhusiana na timu yao? Na wanataka waifikishe wapi klabu yao? Pia na wanataka kuisaidiaje timu yao? Wakumbuke sasa hivi timu ina matatizo, inadaiwa fedha chungu mzima. Wakumbuke timu sasa hivi haina kocha. Wakumbuke timu sasa hivi ina matatizo, haina viongozi wa kuisaidia timu si unanielewa Chapesa, wapo viongozi kwa ajili ya biashara zao pale, hili nawaambia ukweli. Kwa hiyo wasiposhikamana wao, wakaanza kupigana wao, wakaanza kuumizana wao, watajikuta wanaishia pabaya. Sasa gurupu hili linatoka huku, na hii yote ndio nilikuwa nawaambieni, siku zote Simba haina umoja, na kama mna umoja mwezi kupigana mtaambizana tu, toka kwa kiustalabu tofauti na Wagalatia wa wa yani Mgalatia naloliongea hapa na Tabora ndo hivyo hivyo, si umemuona mke wangu pale alichokiongea, hizo shida zao sio shida zetu sisi na ndio maneno yao siku zote, yani umoja wao. Ndio maana nakuambia umoja, wanaita umoja, sijui kurudi mwi nyuma mwiko, nacheka mga... Wagalatia sio babu wakandajizi wanapoamua, anasema taratibu zao wanasema, mbele mwiko sijui nyuma mwiko kurudi sijui kufanyaje. Hawagaukagi nyuma wale, wao wale uliona wapi wamepigana wale Yanga? e, e, Yanga daima mbele mwiko, nyuma kurudi, narudije <laughs> nyuma <wewe. laughs> Kwako <ubaya? laughs> au kwangu ubaya, ubwela ubaya unaturudia wenyewe sasa. Wana Simba Eh, na yule nani alisema kweli tena umenikumbusha na yule nani alisema ubaya utarudia nini? Akase, yule, nani? yule nani? nani Manara akasema ubaya udugu udugu wa umara, eh undugu umeisha, si ndiyo? kwa kizalamu hiyo eh undugu umeisha. Na kweli sisi undugu hamna, wenyewe kwa wenyewe wenyewe kwa wenyewe tunatuangana na mabao, mna akili nyewe? sawa sawa sawasawa, nyinyi mnapigania nini? nyinyi badala ya kukaa mtafakari, kaka, zamani Simba ilikuwa ikifungwa taifa pale sio, kwa Mkapa, taifa pale pale, mnamaliza, unaona watu wamesimama huku, yani vimeunga vi, vi, vibunge vikundi vikundi, vikundi. vikundi vikundi wakitoka wameazimia neno moja, sio kupigana na mabao haya mambo mmeyaleta nyinyi kizazi cha sasa hivi. Hizi timu zilikuwa zina wenyewe, sio nyinyi mnayekuja sasa hivi, mnataka mnashikia na mabao, unampigia nini mwenzio sasa? Kama kweli wale wana viongozi wa simba hawapendi vurugu wanakamata watu wanaweka ndani, wakawakamate wale watu waliompiga yule, yule mshabiki yule nani yule mulelani mulelani, sijui yule, nani yule malaika waliompiga, waende wakakamatwe. Tena viongozi wa Simba ndio watoe taarifa polisi kulikomesha hili lisijirudie. Si tumekuwa kwa nini nakuwa hivi, kwa nini nakuwa hivi leo tumepigana na kwa nini mliachia? Ili swali liendelee, lazima wanasimba mtafakari kwa kina, nini tunapigana? kwa nini tunapigana? tunakwenda wapi? timu yetu naipeleka wapi? Sasa hapa ndio mnazidi kuwapa viongozi wa waendelee kuwatawala wanavyotaka. si hamna umoja, mtatawaliwa mpaka kesho. Mtasema nini mkisema mnapigana wenyewe kwa wenyewe? unasemaje hapo? Hiyo ni pigo kweli, eh? Hata upande wako na imani haukutegemea kama itafikia kwanza, kwa imeniuma kwa, sana imeniuma mno. Walikwenda kumchania siku moja jezi yule nani yule yule nani yule yule, shabiki yule anasema Yanga, lakini mchome, mchome, ni Simba mchome. Waliwahi kumchania jezi, nikawaambia tengenezeni timu muone kama ataongea huyu, lakini timu mbovu ndio maana anapata sababu ya kuongea Nampa njia na maneno, na na we we we, kile ambacho wenyewe wanafunguka, akiangalia kweli kesho Simba, kapopolewa na Yanga, ataacha kuwasifia Yanga. We ukigeuka huku, merudi huku, umepopolewa sasa hivi mara ya sita, e mara ya sita na wenyewe umekwambia bado, na mtaendelea mara ya saba kwa timu ile <laughs> na <iyo wake> uzi tu <laughs> Unaoka, unaonekana uzi wasio <laughs> wow, wenyewe wamebadilisha, wameweka kitu kingine. Je, kwenye mashindano inakuaje hapo? Wao wenyewe yani wakilalamika wakila, wakilalamika. Yani wakilalamika. Mimi nimekwambia hivi, uh -huh. Singida United msipoanza kuibomoa mapema hivi sasa hivi kwa fitina za Simba na Yanga, Singida bingwa. Gamondi? Gamondi hmm, na jopo lake lote yule mweusi kama mkaa yuko pale Senegal. Hapo vagi kofia yangi tofauti, ana vaga kofia nyeusi tu. Na cheki kama kocha wa Yanga. Kale kale katoto kale. Kale kale ka, ka muhindi si Muhindi yule ni muhindi yule. Nahisi, sina uhakika kama muhindi au mwarabu, sina uhakika. Akivaa track suit track suit na <laughs> inakutana mwili mdogo. Track suit inakutana hiyo. Ah? Si kama mwili kadogo. Nakuwa <laughs> kama vile limechomekwa kwenye limfuko. Track suit hiyo. <laughs> Kwa wale wote wako pale wote wote wako pale kwa fitness kembamba kale kwa fitness. Angalia kina alidia ucho anainuka tu, anaugonga pa mpira umeenda. Hata Chama neti anacheza mpira, anakimbia Chama. Simba alikuwa anakimbia kifadha pale. Neno la mwisho kwa mchezaji wako pendwa Mutale budo. Ah, mimi Mutale, mimi bwana, mchezaji wangu pendwa leo namsema kabisa, Morisi Abraham. Basi Budo, sasa Budo mwenyewe anakaa benchi, anaingia tu na, na nywele zile, yule naye aua, yule naye kaenda kubadilisha nywele, kabadilisha na mpira <laughs> yaani, yaani, tabu tu, yaani tunaumia tu, kabadilisha nywele, kabadilisha na mpira, au afunga goli. Wewe, mimi nilikuambia kuhusiana na Johnson Soa, wewe tulia. Story -e saizi mapema. Wewe nyama za kimya. Bado muda. Tunyamaze bado muda. Eh? Paka watasema wenyewe. Bado. Watasema wenyewe. Wakisema si tunatoa. Kwa na pale wote walio walio paka bridge watu watatu kuna Mutale Budo, kuna Ahua pamoja na soa. Wanamgeza pakome kome. Soa soa yupi? Soa? Si soa yule Fadi wako striker aliyetoka Singida. Soa anajua. Ah eh. Wote wana bridge kichwani. Wanajifananisha na soa na nani na, na, na, na zwa, zwa. Zwa. Wanawenyewa labda wanaweza wakawa kawa zoazoa. Wewe lile achana nalo babu, lile kila <laughs> yaani, ya mengine kila kila kila ukitaja huyu ukaondoka, afadhali anatokea mwingine, ameondoka sasa hivi utapoa, lakini... mzika kaja yule bwana, anaugusa mpira utafikia. Na mi mpaka siku nikauliza, kwani anakimbia mpira kaushikilia mkononi huyu? Mbona mi simwelewi au anakula madawa ya kuongeza nguvu, mzee gani huyu? uwezo wa zoa mzee yule? Ah, yule mzee bwana, akilala chini muangalia umri wake na Abrahamu wafanani kabisa, ah, Abrahamu mtoto wake yule anaweza kama mjukuu wake yule, lakini wanakiwasha naye bwana. Hiyo ndio michezo. Tunashukuru tuna, tuna, tuna ndivyo. Na mzee Saidi anakuambia bado Simba sitofahamu kila kukicha, mazingira ya ushindi unakuwa ni mgumu kabla hujawaga kwa sababu gani mazingira ya ushindi magumu? Ushindi unakuwa mgumu. Tunapigana wenyewe kwa wenyewe. Tutatafuta saa ngapi ushindi? Wapenzi na wanachama wote wa Simba, tunapigana. Sasa viongozi utakurupuka hao walipigana wahuni. Wao watakuwaga wanasema maneno hayo. Wahuni. Wanapigana? Wahuni hao waliopigana ni wahuni, sio wahuni. Sio mapenzi ya ya ni timu mapenzi ya ya timu yao. Huyu amegadhibika, huyu amegadhibika, nini nini ndio matokeo yake amefikia kufikiana hivyo. Kwa wanachotakiwa waiangalie timu. Asalamu alaykum. Asanteni sana hatuna la ziada, ili ni cha pesa media. Yule ambayo bado hajasubscribe, tunaomba huu ni muda sahihi asubscribe channel yetu pendwa ya cha pesa media, pia msikose kutufollow na kucomment katika content hii ambayo ya exclusive iliyofanyika hapa katika mazingira pendwa kabisa ambayo tumewaleteni kipindi hiki. Mimi ni chapesa media na hii ni cha pesa media, asanteni sana.